Depp vs Heard Defamatory trial, kesi maarufu ya udhalilishaji kuwahi kutokea duniani. Kesi ya kashfa iliyoletwa na mwigizaji John Depp mkali wa movie ya Pirates of the Caribbean dhidi ya mkewe Amber Heard ilifikia kikomo siku ya Jumatano Juni 1, 2022, huko Fairfax County Virginia, nchini Marekani baada ya mahakama ya watu saba kutoa uamuzi wa kauli moja na kumuunga mkono Depp. Amber Heard, mwigizaji maarufu nchini Marekani, anayetajwa kuwa moja ya wanawake warembo zaidi kuwahi kutokea katika uso wa ulimwengu ambaye pia amewahi kutoka kimahusiano na tajiri namba moja duniani kwa hivi sasa Elon Musk. Lakini je, ni nini kilitangulia katika kesi hiyo? Uhusiano wa Depp na Heard ulianza zaidi ya miongo mmoja uliopita, na hatimaye kujitoa katika kile kilichoonekana kuwa ndoa yenye sumu zaidi duniani kuwahi kutokea. Wanandoa hao walitengana rasmi mwaka 2016. Walipigana mahakamani kuhusu udhalilishaji. Heard aliandika katika gazeti la Washington Post la mwaka 2018 ambapo alielezea kunusurika katika unyanyasaji wa kingono, bila kumtaja Depp kwa jina. Baadaye Amber alifungua kesi ya madai ya udhalilishwaji wa kijinsia kwenye ndoa dhidi ya John Depp ikiwa ni mwaka 2022 akidai fidia ya angalau nusu ya utajiri wa Depp, ambayo ilikuwa ni maarufu mno duniani kote, kesi iliyofahamika kama Depp versus Heard defamatory trial. Wakati huo dada wa Amber aitwaye Whitney alifichua kwamba kuna siku aliwahi kuona tajiri Elon Musk akimnunulia mdogo wake magari mawili aina ya Tesla japokuwa hakuwa na uhakika. Amba ambaye pia alimshtaki bilionea Elon Musk kwa kumdhalilisha kingono, ingawa kwa wakati huo alikuwa ni mke halali wa ndoa wa John Depp, alikuwa akichepuka na tajiri Elon Musk nje ya ndoa yao kama ilivyo Marekani, haki ndiyo msingi. Hatimaye mamlaka za upelelezi zikaanza kazi yake kwa uadilifu mkubwa na kubaini madai ya Heard dhidi ya Depp ni ya uongo, na hivyo kuamriwa yeye ndiyo amlipe fidia ya kumchafua jina John Depp kiasi cha dola milioni kumi sawa sawa na shilingi bilioni 25 za Tanzania. Wakati huo utajiri wa Amber Heard ulikuwa ni dola milioni 11 pekee, hivyo akabakiwa na dola milioni moja tu kwenye akaunti zake. Baada ya ushindi, mwigizaji Depp alisema, tangu mwanzo, lengo la kuleta kesi hii lilikuwa kufichua ukweli, bila kujali matokeo. Depp alisema katika taarifa iliyotolewa siku ya Jumatano Juni 1, 2022. Kusema ukweli lilikuwa jambo ambalo nina deni kwa watoto wangu na wale wote ambao wamebaki thabiti katika kuniunga mkono. Ninajisikia amani nikijua kwamba hatimaye nimetimiza hilo. Majaji walinirudishia maisha yangu. Hakika nimenyenyekea. Huyo ni Depp ambaye alisema hivyo mara baada ya ushindi dhidi ya Amber Heard. Taarifa za ndani zinaeleza kwamba Elon Musk aliendelea kuwa na mahusiano kimya kimya na Amber mpaka mwaka 2018 ambapo Amber Heard alitangaza kabisa kuachana na Elon kupitia ukurasa wake wa Twitter, akimwita Elon ni mtu asiyeeleweka asiye na mapenzi ya kweli, taarifa ambayo ilikuwa umzo kubwa ulimwenguni kote. Sasa kufuatia tangazo hilo la mwaka 2022, Elon Musk alinunua mtandao wa Twitter na kuifuta akaunti ya ex wake huyo. Inasemekana pia ndiyo sababu ya Elon Musk kuita mtandao huo X akiwa na maana ya ex wake, ndiyo maana ya kununua ili kuweza kumnyoosha. Sasa hapa inanikumbusha kidogo e, lile sinario ya mchekeshaji kutoka Tanzania Saidi Saidi wakati ule wa utoaji wa tuzo za comedy pale Mlimani City, ambapo yeye aliomba kupiga picha na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa lengo moja tu la kumkomoa ex wake, ndo ile kusema kwamba Elon Musk naye alinunua mtandao wa Twitter na kuamua kufuta akaunti ya ex wake ambaye ni Amber Heard na kuamua kuibadilisha jina Twitter na kuita X ikiwa ni lengo na dhamira moja tu ya kumnyoosha ex wake huyo. Basi bwana, baada ya Amber kuona Musk myeushaji, ndiyo sasa akavujisha hesabu na akaanza kumdai chochote kitu Elon Musk. Kwa kuwa mahusiano yao hayakuwa rasmi, ila akaamua kugeuka kwa mume wake waliyeachana naye John Depp ambaye bado alikuwa na utajiri wa kutosha takribani dola milioni mia mbili zaidi ya bilioni mia nne za kitanzania japo hakumfikia Elon Musk. Taarifa hii unaipata kupitia Kurasa TV Online na msimuliaji wako ni Amedeus Somi, waweza kuniita mtangazaji wa taifa. Ungana nami katika mitandao yangu yote ya kijamii hususan Instagram, kwa jina moja la mtangazaji wa taifa. Lakini pia sio mbaya ukanifuata katika mitandao mingine yote ya kijamii kwa jina moja la mtangazaji wa taifa. Tufate katika kurasa zote za mitandao ya kijamii kwa jina moja la Kurasa TV Online.